Nadhani kila mtu atakuwa anajua aina ya mshono ambao upo hapo katika hiyo picha inayopita hapo. Aidha uliona kwa rafiki yako amevaa, au umeona watu wamevaa za kapo, wale mtu na shoga yake, au mtu na mwanae. Na pia aina hii za mshono labda ulishawahi kuona katika mitandao ya kijamii. Huu mshono ni mchanganyiko wa mishono ya bolwets ya wavu na mishono ya sketi yenye mikunjo mingi inayojulikana know, kama gathered skirt. Muundo huu ni maarufu sana katika mitindo ya kisasa na pia uh, mavazi haya mara nyingi huwa yanavaliwa katika sherehe, yanavaliwa katika harusi lakini pia katika uh, mitindo ya kitaifa. Tunaona watu wengi wakiwa wanavaa aina hizi za mtindo huu hapa. Wengine huwa wanachanganya rangi, wengine huwa wanavaa full. Mshono huu unapotaka kuutengeneza ni lazima uwe makini sana katika vitambaa vyake. Kitambaa cha wavu kinatakiwa kikae vizuri na kitambaa cha maua pia kinatakiwa kukaa vizuri kabisa, ili kiweze kupendeza a, pia mshono huu unahitaji umakini sana katika kuweka born site ili kuweza kufanya uh, mwili huonekane vizuri na huonyeshe uzuri wa wavu bila kuharibi, kuharibu kwa mtindo wake. Uh, pia vilevile aina hii ya mshono hautakiwi kabisa kuacha wazi sehemu yoyote ile. Kama ni sehemu za mikunjo, unahakikisha kwamba mkunjo wako unakaa vizuri, na kama unataka kujaza sehemu fulani, unatakiwa ile nguo yako ya chini ijae vizuri, ili ifit katika mwonekano. Kwa hiyo usije ukasema uka, ukaacha wazi, ukakuta sehemu labda marinda yake hayajafutika vizuri, ukaamua kuacha ni ikae tu wazi, hapana. Ila unachotakiwa kukifanya ni kama kitambaa kinajaa basi kijae vizuri, na pia atukizungumza katika kile kitambaa. Kama wewe unahitaji kushona aina hii ya mshono, hakikisha kwamba kitambaa chako haukipunji. Kuna wale, kuna wale wengine mtu anataka mshono mzuri lakini anapunja kitambaa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kitambaa haukipunji. Kama kitambaa ni mita tatu, hakikisha mita tatu yote inaingia, sio mita tatu. Wewe unaenda kununua kitambaa cha mita mbili inakuwa nguo yako haijajaa vizuri, nguo yako inakuwa haijapendeza, kwa sababu aina hii ya mshono ni lazima uwe umejaa kwa chini, yaani umejaa mpaka unasema jamani, hapa sasa inatosha, yaani kama mtu, mtu aliyeshiba. Kwa hiyo hakikisha kwamba mtindo huu na ushona ukiwa makini sana wakati wa kushona, ili uweze kutoa mtindo ulio bora na mtindo uwe ni mzuri zaidi. Hapa sasa nataka tuzungumze kuhusu sketi, maana aina hii ya mshono uh, unakuta katika sketi lakini pia unakuta katika gauni uh, uh, kitambaa chake ni lazima kwanza kiwe kirefu. Kama ni mapana sitini, basi iwe mapana 60 kweli. Then pale unapokuwa unashona unafata ile mikunjo ambayo mikunjo inakuwa ni mingi sana, ili sketi yako iwe na mwonekano mzuri na wa kuvutia. Usiogope hata uzito wa kile wa ule mkunjo wengine labda wana, wanahisi kwamba ukikunja sana aa, au ile mikunjwa ikifanya sana kuwa na marinda basi itakuwa ni nzito. Hapana, haiwezi kuwa mzito, ila tu inakuwa ni ya kawaida na inakuwa ni ya kupendeza, ila tu unachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha kama unatengeneza sketi yako, hakikisha kwamba marinda yameweza kukaa vizuri, ili yawe na muonekano wa kipekee na muonekano ambao utatoa mtindo mzuri na muundo wa kisasa. Kwa sababu hapa, all, all and all, hapa tunazungumzia kuhusu mishono ya kisasa. Kwa hiyo hakikisha kwamba nguo yako unaijaza vizuri. Kama ni mbele ni mbele, kama ni nyuma ni nyuma. Yaani hakikisha kwamba vi, kwanza hakikisha vyake inachongoka, la kwanza la pili, hakikisha kwamba uh, huu mshono unakuwa sasa unajaa vizuri. Unaweza ukachanganya rangi kama ni uh, kit, ya kitenge pamoja na kitambaa plain inapendeza, au kitambaa cha kama maua na kitambaa plain pia inapendeza. aina hiyo ya mtindo Hivyo sasa, vipenzi vyangu, nadhani sasa umeanza kupata picha ya gauni hili. Kama ulishawahi kuliona mtu akilivaa, unajua sasa hapa kwamba kama nataka kulishona, basi natakiwa kujaza sehemu gani ya sehemu gani sehemgeni, ili inaweze kutoa mtindo ulio mzuri. Mara nyingi huwa wanatumia uh, mshono mzito kwa kufuma au pale unapokuwa unafuma ile sketi yako unahakikisha kwamba mtindo unatoka vema kabisa. Na hata hivyo, pia mshono wa sketi hauhitaji kuwa na mzito sana, usiweke kuwa mzito sana lakini hii inakuwa ni mpango wa kuunganisha mikunjo uh, mkunjo wa sketi pamoja na mkunjo wa belti. Uh, unachotakiwa kukifanya uh, unahitajika kutumia mashine za kushonea kwa ustadi mkubwa ili uzuie kipande chochote kuto kuharibika au kuto kusogea wakati wa kushona nguo yako. Tumia kitaalamu kwa kusogeza au kwa kushona um, wavu wako ni muhimu kwa matokeo uh, matokeo ya kuvutika. Kwa hiyo hapa nadhani sasa umeweza kuelewa kwamba uh, mishono hii unaweza ukaitoa kwa aina gani, kwamba utumie mashine za disaini gani ili uweze kutoa mtindo ulio mzuri na ulio bora. Hapa sasa umeweza kuchanganya uh, tukijua faida zake sasa hapa tunajua kabisa kwamba tumeshaweza kuchanganya uh, Uh, wavu na vitambaa vingine, lakini pia uh, kuweza kuchanganya vitambaa vingine na vitambaa vya kawaida ili kuweza kutoa mtindo mzuri na wa kipekee sana katika sketi pamoja Uh, katika gauni na pia tumeweza kujua kwamba inakuwa na mvuto wa kifahari, inakuwa na mvuto wa kipekee, na pia unaweza kushona mtindo huu kwa designing zile ambazo utakuwa unataka. Wengine wanaweka vii pembeni, wengine wanaweka vii katikati, kwa hiyo kila mtu anakuwa na designing yake. Hapa tu unachagua tu aina ya kitambaa ambacho unachotaka kushona, kwa hiyo kitambaa ni muhimu sana, vipenzi vyangu weza kushona aina hii ya mshono. Kwa hiyo chagua kitambaa ambacho ni bora, ili uweze kutoa mtindo wa, wa peke yake. Kwa kumalizia tu vipenzi vyangu, aina hii ya mshono ni maarufu sana, kwa sababu inachanganya urembo wa wavu katika sehemu ya juu pamoja na uzito na unene wa sketi yenye mikunjo mingi. Ikiwa unataka mitindo ya kipekee ya mavazi kwa ajili ya hafla mbalimbali au hafla maalum, angalia mshono huu wa lesi ya bonds na gents sketi. Usisahau, mishono mizuri inahitaji usahihi na ujuzi, hivyo hakikisha unatumia mshonaji au unamtumia yule mshonaji ambaye ni mtaalamu kwa ajili ya kutengeneza a, mishono mizuri na pia kwa, kwa ajili ya kutoa mitindo mizuri ya kipekee sana. Asanteni sana vipenzi vyangu kwa kunisikiliza. Niwatakieni siku njema. Usisahau tu kubonyeza neno subscribe ili usipitwe na video zetu. Bye bye.